Na kwingineko tunaarifiwa kwamba timu ya taifa ya kandanda ya wanawake wachezaji wa chini ya umri wa miaka 20 imeimarisha maandalizi ya mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Tanzania itakayocheza katika uwanja wa ulinzi Jumamosi alasiri. Timu hiyo imekuwa kambini kwa wiki tatu, na idadi ya awali ya wachezaji sitini imepunguzwa hadi thelathini na wawili kabla ya mechi ya Jumamosi. Safu ya kiufundi inatarajiwa kupunguza idadi hiyo hadi 23 kwa mechi hiyo ya mikondo miwili itakuwa mwenyeji wa mkondo wa kwanza huku mechi ya marudio ikichezwa katika uwanja wa Azam jijini Dar es Salaam wiki moja baadaye. Na pia ukiangalia hata players wenyewe venye tunatrain grao, mtu anaonyesha kwamba kuna kitu tunataka hapo mbele. Na ukiona mtu akiona mwenzake ako chini, anamwencourage anamwambia, unaweza. Hii, hii ni yetu, lazima tuwin. Tuliona sekafa venye wanacheza, tujui kama ni hao players. Kwangu kwa defenders, najua tuta tutaachezea venye tuna, tuna, tumezoea. Mimi na Mideva najua tutapusha hapo mbele, itakuwa rahisi kwao.